Si hata kidogo kumtandika bingwa wa taifa gumu la soka kama Eswatini mabao matatu kwa bila. Kwa hiyo tunaposema tunalazimika kwenda uwanjani, tunakwenda uwanjani kuonesha kwamba sisi ni tofauti na watu wengine, na kila mwana Simba anawajibika kulipa kiingilio chake cha kuingia uwanjani. Nimeona timu nyingine zimeanza kuombanaombana mechi zao waende bure. Ndugu zangu ni wana Simba, sisi sio watu wa viwango hivyo. Washapiga hesabu zao, wameona ya kwamba hii mechi watu hawatokuja uwanjani, wameanza kampeni watu waende bure. Sasa Simba Sports Club, pamoja na kwamba tumeshashinda mabao matatu, twendeni tukawaoneshe watu kwamba sisi katika mazingira yoyote yale tunakwenda kuisapoti Simba yetu. Mwaka jana, Simba tumecheza mechi na Almasiri tukapasuka goli, hizo goli mbili bila. Tulivyorudi hapa Dar es Salaam, hatukusema watu waingie bure, kwa sababu mechi inahitaji mashabiki. Tukaweka viingilio na mashabiki wakaja uwanjani kama kawaida. Hiyo ndiyo hadhi na sifa ya timu kubwa, na hiyo ndio hadhi na heshima ya mashabiki wakubwa, na heshima na hadhi ya mashabiki wakubwa haichagui mechi. Kwa hiyo mechi hii tunatakiwa kwenda uwanjani kwa wingi wetu ule ule, kwa sababu huu ni mchezo ambao kwetu una thamani kubwa kweli kweli. Ndugu zanguni Niruhusu nimalizie kwa kusema ya kwamba mechi hii ya tarehe 26 ni mechi ya wanasimba kwenda kumuona halisi Dimitar Pantev. Tumemuona kwenye mechi ya kwanza, lakini hatujamuona Dimitar Pantev halisi. Kwa hiyo mechi hii tunakwenda kumuona Dimitar Pantev halisi akiwa na ukatili wa hali ya juu katika uwanja wa vita. Na baada ya mechi ile, mwalimu wetu akaweka wazi kwamba hajaridhika. <laughs> mwalimu akaweka wazi kwamba bado hajafurahishwa. Mwalimu akaweka wazi kwamba bado hajafurahi na kiwango cha timu yake kipo kitu ambacho mwalimu anakitaka kikubwa zaidi. Inawezekana mimi na wewe mwana simba hatukijui, lakini mwalimu kasema y kwamba yeye bado hajaridhika. Na kwa kuwa mwalimu amesema yeye hajaridhika, na kauli mbiu ya mchezo wetu huu wa tarehe 26 tunasema ya kwamba hatujaridhika. Hatujaridhika wanasimba, kwa magoli tuliyoyapata Hatujaridhika wanasimba kwa ushindi tulioupata. Hatujaridhika wanasimba kwa kiwango tulichokionesha tarehe 26. Tunataka zaidi. Tunakwenda na kauli mbiu ya mchezo huu ya kwamba hatujaridhika, tunataka zaidi. Asanteni sana. Alhaji Mputa anasema mnaonaje, uh, uh, hii siku tukaita Pantev day? Mwanaume hana siku <laughs> sawa bana eh. Kwa hiyo hii ni Simba Day ya meneja Pantev. Ehe. Lakini tunaangalia uwezekano wa kumfanya kuwa mgeni rasmi katika mchezo huo. Hiyo ndio title yetu sisi, mgeni rasmi. Nikishapata baraka za wakubwa zangu tutamtangaza kuwa mgeni rasmi. Ile mwanaume hana siku ndizo. <laughs> <laughs> <laughs> E, anauliza e, hali ya watu wachezaji ambao walikuwa majeruhi e, Kamara. Kamara sijapata bado taarifa mpya kutoka kwa madaktari e, tumerejea jana, leo wako mapumziko, kesho Mungu akijalia nitakapowasiliana na madaktari nitapata status yake, lakini ya mwisho ni kwamba e, Kamara aliondoka akaenda kwenye timu yake ya taifa ya Gine na baada ya kufika kule akafanya mazoezi lakini akawa anasikia maumivu kwenye mguu ambao aliumia kwenye mechi dhidi ya Gaborone United. Kwa hiyo e, atarejea hapa nchini, nadhani amesharejea kama sikosei, mimi ndio kwa nimesafiri. Amesharejea eh? Amesharejea na baada ya kurejea atafanyiwa vipimo ili madaktari waone na waamue anahitaji matibabu ya aina gani, kama ni operation, kama ni vidonge tu, basi atapewa ili aweze kurejea kiwanjani. Kwa hiyo naamini mpaka kesho nitakuwa na majibu mapya. Eh, Bajaber alishaanza mazoezi eh, tangu wiki iliyopita na kesho timu ikiliumu mazoezi na yeye atakuwa sehemu ya wanaofanya mazoezi kuelekea katika mchezo huo. Siwezi kujua kama atakuwa fit enough kuweza kupewa nafasi e, katika mchezo wa tarehe 26 e, hilo sina uhakika. Ala sana Kante, tayari nimeshaeleza e, alikuwa anasikia maumivu kidogo na mwalimu e, manager Pantev akasema kama anasikia maumivu basi abaki nyumbani nitasafiri na wale ambao wame wako wako fiti kwa asilimia mia moja, kwa sababu mimi aina yangu ya pira mikazo, nahitaji mchezaji ambaye yuko fiti kwa asilimia mia moja. Hata kama mtu anauma mafua, meneja Pantev hataki kumtumia kwa sababu mpira wake muda wote ni nginja nginja hasa, mtu asije akatufia uwanjani. Kwa hiyo mtu akiwa na maumivu kidogo tu, anaambia huyo asubiri. Kwa hiyo ameshakaa sawasawa sasa, sasa, hivi sasa kesho timu ikirejea mazoezini na yeye atakuwa sehemu wa ya wachezaji hao kuelekea tarehe ishirini na sita. Jadu anauliza eh, hamjafikiria kupunguza kiingilio pengine kwa sababu tayari eh, mambo yameshaanza anza kuwaendea vizuri eh, ama hata kufanya bure kabisa? Ni msiba peke yake ndio hauna kiingilio, umenelewa eh? ni msiba peke yake ndio waga bure, lakini starehe yoyote iliyobaki hapa duniani ina kiingilio chake, na Simba Sports Club tunakwenda kwenye starehe, na tena sio starehe ya kawaida, ni starehe ya kiwango cha hali ya juu mno. Ni starehe ambayo inakustarehesha mwili wako wote, ni starehe ambayo inaburudisha akili yako ni starehe ambayo inafurahisha macho yako, ni starehe ambayo inakuacha ukiwa na roho nyeupe mwaka mzima. Starehe ya namna hiyo huwezi kuingia bure, my brother, lazima ulipe kiingilio ili uende ukastarehe. Haiwezekani Abraham Morris akuburudishe wewe bure, haiwezekani. Haiwezekani Nabi Kamara apige visigino pale vya bure, haiwezekani. Haiwezekani Wilson Nangu afunge goli la kichwa pale bure, haiwezekani. Haiwezekani Simba mweusi, Jonathan Soa awapige watu venga vingi pale kwa bure, haiwezekani. Haiwezekani <laughs> itakuwa ni uhujumu uchumi <laughs> kwa lazima tuweke kiingilio kwa sababu watu wanakwenda kwenye starehe kaka yangu jadu huwezi kwenda kwenda kumwona selemani mwalimu bure kaka mchezaji wa daraja la juu la World Cup huwezi kwenda kumwona rushain bure my brother ni, ni mambo ambayo hayawezekani huwezi kwenda kumwona yakubu suleiman kwa shilingi elfu tatu ama elfu mbili haiwezekani ni fedheha kubwa ni ni tanzania one yule haiwezekani kwenda kumwona kagoma bure ni, ni kumtusi yule yule yule Kagoma. Kulazima tuweke viingilio tena, viingilio vya maana kweli kweli, kwa sababu unakwenda kupata starehe ya, ya roho yako, unakwenda kujisaulisha matatizo yanayokukabili wewe na familia yako tarehe 26 na hiyo sikuwa, tunakwenda tuna enjoy namna hii uwanjani, njoo na bebe yako uwanjani kama nao watatu wanne, njoo nao wote waje wafurahie. E, njoo na familia yako siku hiyo uwanjani, njoeni watu, watu wa enjoy, usije peke yako, njoeni watu wafurahie, hii ni starehe, uweze kwenda bure, ndugu yangu, na tarehe 26. Mmesha mmeshawahi kuona movie ya Escape from Sobibo? <laughs> mmeshaiona eh? Hawajaiona wale watu waliopanga mstari wanaingizwa kwenye tanuri la moto, walivyokuwa na wasiwasi wasi pale, kwa sababu kwanza wanakwenda kuingizwa kwenye tanuri la moto alafu ukikimbia huku kuna kuna bunduki kuna mbwa na kungata, yani unakuwa na wasiwasi wasiwasi. Sasa hao ndio watu wengine wanapokwenda kwenye mechi za kwa Simba Sports Club, unakwenda uwanjani tarehe 26, yani unaondoka nyumbani na furaha, unaingia uwanjani na furaha unatoka uwanjani na furaha, nyama ameshaingia hatua ya makundi. Ni kweli mpira una maajabu yake, mpira una dunda, lakini maajabu ya wale mabwana kupindua meza haiwezekani. Au nyinyi mnayaona? Yani sisi Simba Sports na akili zetu, yule nsingizini la kwanza la pili la tatu, dakika tisini, labda tucheze miaka mitatu Ndo watapata goli moja kila mwaka mmoja. Jamani, natumai tume, tumemaliza, eh? Kila mmoja ameridhika hapo eh? Dakika 38 unakata mara mbili hapo, ili upate viewers <laughs> wengi, mwisho mwezi eh.